Turudi katika kaunti ya Kwale ambapo ardhi ya msikiti mkongwe wa Kongo eneo la Diani kaunti ya Kwale iko kwenye hatari ya kunyakuliwa na watu binafsi. Ardhi hiyo ya ekari 16 iliyo kwenye fuo za bahari inadaiwa kuwa kwenye hatari ya kunyakuliwa na watu waliojitokeza na hati nyingine ya ardhi hiyo iliyosajiliwa mwezi Februari mwaka huu. Wakazi wanaitaka tume ya kitaifa ya ardhi NLC, tume ya kupambana na ufisadi EACC pamoja na idara ya upelelezi DCI kuchunguza kisa hicho ambapo ardhi hiyo inapigwa mnada wa shilingi bilioni moja nukta nne. Lawrence Ng'anga anaarifu zaidi. Msikiti wa Kongo ni mojawapo wa misikiti mikongwe sana nchini na umebeba historia pana ya jamii ya Kiislamu tangu karne ya kumi na nne. Msikiti huu ukiwa na muundo wake wa kipekee wa miaka ya zamani umehifadhi tamaduni chungu nzima, jambo lililopelekea kuorodheshwa kama turathi ya kitaifa. Hata hivyo, sasa umekodolea hatari ya ardhi yake kunyakuliwa na kupigwa bei. Ni kwamba hii ardhi kwanza iko katika ufuo wa bahari na lau itauziwa wale mabwenyenye au mabwenyenye watanuniwa, tuna hofu kwamba huenda kukaegezwa viti ambavyo vitavunja nidhamu na imani ya vile Uislamu unavyokuwa, kwa sababu msikiti huu na historia ni wa kitambo, uko hapa katika karne nyingi ardhi yake ya ekari 16 ambayo waumini wa Kwale chini ya kundi la Kwale Islamic Center wamekuwa wakitaka kuwekeza kwa kujenga majengo ya elimu ya dini na mengine ya kuiletea jamii faida, sasa imemezewa mate. Inasemekana kuna hati gushi iliyosajiliwa mwezi Februari mwaka huu kwa majina ya watu wawili binafsi, kulingana na barua ya mawakili wa Kwale Islamic Center iliyoandikiwa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC uamuzi wa mahakama wa mwaka 2005 unadaiwa kuwapa umiliki watu hao. Mawakili wakishangazwa na hatua ya hati ya kusajiliwa miaka kumi na tisa baada ya uamuzi huo. Mawakili hao wanasema walipotaka kudadisi faili ya kesi hiyo katika mahakama ya Mombasa, walifahamishwa kuwa ilitoweka. Waumini wakishikilia: ardhi hii ni ya Waislamu wa Kwale, lakini twashangaa sana kwamba kuna wengine wamedai kibinafsi kwamba wao ndio wamiliki wa ardhi hii, na mpaka kufikia sasa wamepata cheti juu ya cheti chingine cheti juu ya cheti chingine kwenye serikali hiyo, kwenye ofisi hizo hizo. Tunasema tukiwa viongozi wa msikiti huu kwamba hatutambui cheti hiki ambacho kimefika baada ya miaka kumi na mbili kupita. Hii ndio shamba peke yake ambao Waislamu kama as an institution wako nayo, zingine ni hizi ndogondogo za msikiti, lakini hii ni ardhi ambayo tuna mipango mingi sana, hii kamati, kwamba kupigwa fence. Ni vile tu hali ya kifedha imekuwa chache, lakini kupigwa fence na kuna mipango mingi ambayo wako nayo kuhakikisha kwamba sisi pia tuna mahoteli, kwani kuna halali hoteli, wanaweza jenga hoteli za, za halali kule ziko Ulaya shaona, ili kupata pesa walimu hawa wa madrasa na mashule ambayo ya Kiislamu hawana hawalipo na serikali. Kamati ya msikiti pamoja na serikali ya kaunti ya Kwale na viongozi wengine wametaka asasi za serikali ikiwemo EACC na idara ya upelelezi wa jinai DCI kuchunguza madai ya ulaghai wa kuadhulumu waumini wa, wa msikiti huu. Kwa upande wetu kama serikali, tulipoona tangazo la mnada tulichukua hatua ya kuhakikisha kwanza tunasitisha ule mnada, alafu ndio tuwe tunaangazia haya masuala mengine kwa sababu tukianza kuangazia maswala wakati mnada unaendelea inaweza kuwa hatari, kwa ya kwamba maswala yamekamilika, lakini ardhi imeshauzwa. Kwa kama serikali tuliweza kuweka uh, caveat kwenye hii ardhi ili kusifanyike swala lolote, ikiwemo kuuza ama kuitransfer hii ardhi. Ni museum amba kwamba ni lazima ihifadhiwe ili tuweze kujifakhiri na sisi watu wa Kwale tuna kitu gani. Viko vingi, lakini hapa ndio tumedunanapo zaidi. Kwa hivyo, hapa tunapalinda kwa hali na mali pasipotee, kwa sababu pakipotea, hapa Kwale imepotea. Na waumini wanataka hatua madhubuti kuchukuliwa, ili wanaotaka kunyakua ardhi hiyo wasifaulu na kupoteza historia ya hapa. Lawrence Nanga, Runinga ya Citizen.